Tabora, karibu Toronto. Tunafahamu kabisa mradi um, wa, wa, wa pedi za kufua au tunasema Reusable Sanitary Pads ni mradi ambao unachangiza kwenye afya ya miaka mitano, shina, mbili, na jambo, kwa kwenye uzazi na 2027 imekuja na hili jambo la kuhakikisha kwamba mabinti sasa wanafikiwa pia kwenye afya ya uzazi na ngono kupitia upatikanaji wa hizi taulo za kike za kufua. Tuna mabinti wengi ambao wamekuwa na changamoto kwenye hedhi salama eh, nchini kwetu na imepelekea hata kuathiri afya uzazi na ngono, imepelekea kuwa na mahudhurio hafifu mashuleni, imepelekea kuwa kufanyiwa bullying na mambo kama hayo, kuwa stigmatized, na mwisho siku basi inaathiri inaathiri afya ya kimwili, lakini pia inaathiri matokeo ya kiujumla kwenye eneo la kiafya. Na siku ya leo nimekuja hapa Anglican 342 kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya huu mradi mia tatu arobaini na mbili wanawakilisha vituo zaidi ya themanini ambavyo vinapatikana kwenye bezi au kwenye ukanda wa magharibi, kumaanisha western bezi, na walichojinyoa kwa ajili ya kufanya uzalishaji wa hizi taulo za kike kwa ajili ya um, kusupport au mabinti ambao wanapatikana kwenye ukanda huu, lakini pia kwenye kanda nyingine sita. Uzalishaji unaendelea, matumaini ni kwamba zaidi ya mabinti elfu na sita wataweza kufikiwa na uzalishaji wa taulo za kike. Nimefika hapa nimeona uzalishaji unakwenda vizuri nimeona hali ya kina mama, nimeona hali ya vijana ambao kwenye uzalishaji wanafanya kazi kwa namna ambavyo scope ya mradi inahitaji, na tunaamini kabisa kwa kazi ambayo anaifanya mabinti zaidi ya 5000 watakwenda kufikia na huu mradi, na mwisho siku wataweza kupata uh, product ambazo ni affordable, lakini product ambazo ni long lasting, na mwisho siku basi maisha yao kwa maana uh, afya kimwili itakwenda kuimarika na itakwenda kuwa bora zaidi, na hata kwa mama mwingine ikiwa mwa shuleni, watakwenda kuwa performance nzuri, kwa sababu utoro utapungua lakini yale mambo ambayo tumeona kwenye jamii ya kunyoshiana mikono ya kuzomewa na kadhalika, tunamini yatakwenda pia kupungua kwa sababu watakuwa mabinti wanaohakika kupata hizi pads ambazo ni za kufua. Matirio ambazo zinatumika kutengeneza taulu za kiki za kufua ni matirio ambazo ni bora, ni matirio ambazo zimethibitishwa na shirika letu la viwango la, la, la, la serikali Anglikani Isevya, siwa wa kwanza kutumia uh, vitamba hivi au kwenye, mtumiaji, uh, Tabora, uh, ukanda, mwa nchi, base, kwa ajili ya kutengeneza taulo za kike za kufua. Kwa hiyo ninamhakikishia mtumiaji binti ambaye anapatikana Tabora, binti ambaye anapatikana ukanda wa magharibi mwa nchi kwa maana Western base kwamba vitamba hivi ni salama, lakini pia vitakwenda kumhakikishia uh, anajihifadhi vizuri, siku ambapo anakuwa kwenye siku zake. Ninawaomba wanatabora ninawaomba uh, wawakilishi lakini pia makanisa na watu wote ambao wanapatikana um, kwenye kanda ya magharibi mwa nchi waunge juhudi hizi za uh, za serikali waunge juhudi hizi za shirika kuhakikisha kwamba kila binti anafikiwa, kila binti anapata uh, taulo za kike na um, nafahamu kabisa Anglikana hiyo imepewa hiyo dhamana kwa kushirikiana na Compassion kwamba watakuwa wanatengeneza na uh, taulo hizi hazitakuwa zinauzwa zina, zina bure, na kama zinauza zaziuzi bu, bure, uh, kila uh, binchi kila uh, kanisa ambalo linapatikana kwenye hii kanda basi litakuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba linanunua uh, taulo hizi hizi, mwisho wa siku basi Kanisa e, ili mwisho siku basi Anglican Savior waweze kuwa na uwezo wa kuendelea kuzalisha taulo nyingi za kike, lakini pia waweze kuwafikia mabinti wengi ambao wanapatikana kwenye kanda hii. Na tunaamini kabisa kama uh, makanisa mengine wadau wa kuendelea kuunga juhudi, uh, kanisa la Anglican Savior basi wakina mama ambao tunaona wanafanya kazi hapa wataendelea kujiingizia kipato, lakini pia, uh, mabinti, na vijana ambao wanapatikana kwenye kanda hii basi wataenda kupata vitu au bidhaa ambazo ni long lasting, bidhaa ambazo